Akiwahutubia wananchi wa mkoa wa Simiyu, Dkt Shein amesema siku hii ni muhimu kwetu, kwani natukumbusha umuhimu wa udugu, upendo na mshikamano vilivyoachwa na hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, huku akiwataka Watanzania kuendeleza kudumisha mahusiano hayo ambayo ni tunu kwa taifa hili.

towa taarifa ya mbio za mwenge, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, ajira, vijana, watu wenye ulemavu, Mheshimiwa Jenista Mwagama, amesema mwenge wa uhuru umekuwa kichochoo kikubwa cha maendeleo hapa nchini na kwamba kwa mwaka huu umezindua jumla ya miradi 1387 yenye thamani ya shilingi bilioni 498, huku baadhi ya wilaya zingine zikionyesha miradi hewa Diyosu kuni kuandana na kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo yao kwa kushirikiana na serikali yao. Miradi hii ndiyo inayowekewa mawe ya msingi mkoa wa Simiyu Anthony Mtaka amesema mkoa wa Simiyu umejipanga katika kutekeleza maagizo ya Mheshimiwa Rais hususani katika kuanzisha viwanda vidogo vidogo vidogo vya vijana ambapo tayari wameshaanza katika wilaya za Meatu na Maswa. Sherehe hizo zilianza kwa misa ya kumbukumbu kumbu ya Baba wa Taifa ambayo imefanyika katika Kanisa Katoliki la Mtakatifu Joni, ambapo Askofu wa Jimbo Katoliki la Shinyanga Liberatu Sisangu amesema Mwalimu aliishi katika maisha ya unyenyekevu na kuasa Watanzania waendelee kumwenzi Baba wa Taifa kwa vitendo na sio kwa maneno. Mtumishi wa Mungu hakupenda kuona wa, wanatanzania wanabao wa, wa, bona wa, wa, wa, wa, kwa ukabila kama udini. Alijua kwamba nchi yake ina makabila ila hakupenda sana lugha ya kabila lote itawale nchi. Kuhusu dini, Mwalimu alijua pia kwamba watu wote wa Tanzania wana dini ila nchi haina dini, hivyo hakutaka kumwona Mtanzania yoyote akijigawa na kujitukuza kwa dini yake na kumbeza mwingine. Sherehe hizo zilipambwa na halaiki ya vijana wachipukizi pamoja na ngoma mbalimbali ambapo pia viongozi wa dini walipata fursa ya kuomba dua. <muchas>